Lengo kuu la siku ya leo ni uzinduzi rasmi wa kampeni yetu ya wheelchair viti mwendo, ambayo tumelenga kuwasaidia wadogo zetu kutokea shule za misingi na sekondari, ambao kama jamii tuliguswa baada ya kuona tukifanya charity event zingine, tuligundua au na kukuta wadogo zetu wanapata mazingira magumu katika kupata elimu bora kama sisi wengine, kulingana na ukosefu wa kupata huduma kama viti mwendo ambavyo vingeweza kuwarahisishia wao kuweza kupata msaada mzuri na kupata kuweza elimu bora. Tutagawa magongo ambayo yatakuwa katika seti tano, nikimaanisha yatakuwa katika pea tano, ambapo tutawalenga wenzetu ambao ni walemavu wanaotumia magongo. Wengine wanatumia magongo ya mbao na wengine magongo wanayoyatumia yamelika kwa hiyo leo hii tutawagawia magongo mapya. Sambamba na hilo, tuna ndugu zetu maarubino hawa nao hatujawatenga, basi tukaona tuwanunulie vifaa vitakavyowakinga na UV lights. Kwanza tutawagawia mafuta, pili tutawagawia kofia, lakini pia hatutaishia hapo. Kwa mara ya kwanza katika hii kampeni yetu, tunacholenga tunalenga kwanza kuwafikia wadogo zetu wapatao kumi na tano hadi hamsini ambapo gharama inayocheza hapo ni kama milioni saba hadi milioni kumi na moja katika kulifanikisha jambo hili. Ikumbukwe gharama ya wilichea moja ni shilingi laki mbili na ishirini na tano. Tumeipokea vizuri, tumefurahi sana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kuna wengine kama mine hapa, magongo yalikuwa yameelekea, moja limeelekea kuisha lakini kwa Pillar Foundation kwa namna moja ama nyingine umetusapoti tupatia magongo mapya, kwa kwa hilo tunashukuru sana kwa ushirikiano wao. Wasishie tu hapa hapa, waendelee hata kwa sapoti si na wengine zaidi na zaidi. Hiki kinachofanyika na Pillar Foundation kinasaidia jamii moja kwa moja, ni jambo jema ni watu wachache sana wanaweza kugusa jamii kama hivi. Nawashukuru Pillar foundations kwa kuleta msaada wa mafuta pamoja na kofia. Kwa ukosekanaji wa hivyo vitu, unafanya maisha ya albinism mtaani yanakuwa magumu, kwa sababu wanakuwa exposed na kansa ya ngozi, na sasa hivi wameleta hivyo vitu, imekuwa vizuri, kwa sababu vinatusaidia sisi pia na wanajamii wengine. Ni ngumu sana watu kutufikiria sisi, ni kwa sababu tupo wachache kwa kwenye wengi. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana kwa moyo wao wa kujitoa kwetu, kwa kutujitolea kutupa hivyo vifaa tiba ambavyo vitatusaidia sisi aa. Napenda kuwashauri pila pia wasibezi sana huku kwenye wasibezi sana kwenye wanafunzi pia waende nje waangalie wale watoto ambao wameko, wa, ambao hawana hawana vitu vya kutembelea, ambao wanahitaji wana msaada, yaani waende na mtaani huko na kila mahali, sio wabesi sana na chuoni, pia waangalie na wale wa nje, maanake wale naona ndo wanaathirika zaidi kuliko sisi hapa.